Naam, kwenye taarifa yetu kuu, miito ya maridhiano na msamaha ilisheheni maombi ya kitaifa ya kila mwaka jijini Nairobi huku kiongozi wa taifa Rais William Ruto akiwaomba radhi wananchi wa Tanzania, Uganda na Kenya iwapo aliwakosea. Hii ilikuwa baada ya mhubiri wa hafla hiyo Rickey Allen Bolden kutoa changamoto kwa serikali kuomba vijana msamaha, akisema kwamba shinikizo zao za uongozi bora zinapaswa kuheshimiwa. Rais aliwaomba radhi raia wa mataifa jirani kufuatia malumbano yaliyoshuhudiwa kwenye mitandao ya kijamii kutokana na kufukuzwa kwa wanaharakati wa Kenya kutoka nchini Tanzania. So we praise you and we lift you God and we welcome you Lord. Jumatano asubuhi jijini Nairobi, wabunge, maafisa wa ngazi za juu wa serikali, pamoja na mabalozi wa mataifa ya kigeni walikongamana kwa ajili ya makala 22 ya maombi ya kitaifa chini ya kauli mbiu inuka na ujenge upya.

Akionekana kufuata mkondo wa mahubiri yaliyotolewa, rais William Ruto aliwaomba radhi vijana wa humu nchini. Kadhalika aliomba msamaha wa mataifa jirani ya Uganda na Tanzania. Radhi hiyo inakisiwa kudhamiria kudhibiti malumbano ya kidiplomasia kufuatia sintofahamu iliyoshuhudiwa kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa raia wa mataifa ya kanda ya Afrika Mashariki kufuatia kufurushwa kwa wanaharakati wa Kenya kutoka nchini Tanzania. Viongozi wengine waliohudhuria maombi hayo walitoa wito kwa vijana kudumisha heshima katika azma yao ya kushinikiza huduma na uongozi bora that this social media that has decided to run our country father that's spirit my father in heaven we want to confess as the legislators that indeed we must sort out. Maombi ya kitaifa ya kila mwaka huandaliwa na Bunge la Taifa pamoja na lile la Seneti na kutumiwa kama jukwaa la urejeleo wa safari ya kiroho ya uongozi wa taifa hili kamchemenza darubini.